Eneo ambalo linafanyia uthamini ni eka 3900 na mpaka sasa hivi umeshafanyika uthamini kwenye ekali 2790 ambao ni sawa na asilimia 92.74. Kwa hiyo kama valuation, tumeshafanya valuation kwa waguswa wapatao 6053. Eneo hili ni kubwa na kumekuwa na mgogoro wa muda mrefu, kwa hiyo tumeshafikia sehemu ya uthamini tumeshafanya asilimia tisini na mbili. Kwa hiyo zilizobaki sasa, katikati ya uthamini kuna issue ambazo zilijitokeza ambazo tumekuja kuzifanyia maamuzi ili uthamini wewe wa haki na ulipwe kwa wakati. Matatizo yaliyojitokeza ni aina ya mazao yaliyopandikizwa kwa ajili ya kujipatia fidia almaarufu tegesha. Pia kwa bahati mbaya sana, kuna nyumba ambazo kabla ya uthamini mwezi wa tisa, zilitokea mvua zikaangusha hizo nyumba kwa hiyo technically mthamini anafanya kitu anachokikuta site, lakini tulikuwa tumeshaingia site. Tuta, tuta tutazifanyia maamuzi, tutafanyia maamuzi ambayo tunaona kabisa. Nadhani tumezunguka wote, mmeona migomba iliyopandwa kwa kuchanganywa na mikalitusi na mazao mengine yote na katani kwa ajili ya kujipatia faida. Eneo hili ni la muda mrefu, lakini unakuta mazao ambayo yamepangwa hivi karibuni. Kwa hiyo tumezunguka kote, tutakaa chini tufanye maamuzi. Na nadhani maamuzi yetu yatafuata sheria, kanuni na taratibu za uthamini. Sasa hatua nayo iliyofikia inayobakia ambayo iko mbele yetu ni kuweza kugawa fomu za kisheria, lakini pia baada ya ugawaji wa fomu tunakwenda sambamba na uonyeshaji wa majedwali ya fidia ambayo hayo ndio yataonyesha stahiki ya mtu analipo kiasi gani kulingana na mali iliyokaguliwa uwandani. Lakini baada ya hapo tutakwenda kwenye hatua zinazofuata baada ya kuonyesha majedwali, ambapo sheria na tuhitaji mthamini mkuu aweze kulipitisha. Kwa hatua hiyo na baada ya hapo lirudishwe kwa mlipaji kwa ajili ya kuendelea na hatua nyingine za kimalipo na za ukaguzi kwa ajili ya kufanya malipo kwa wale wanaoguswa na mradi. Kwanza nianzia kwa kusema tutajitahidi kadiri inawezekanavyo, pamoja na hizo changamoto za tegesha, mimi kwa kuhakikisha kwamba zoezi linakamilika hili, lakini wito wangu kwa, ni vizuri kwa watu wakafahamu kwamba fidia si biashara ya, ya faida, ni mchakato wa, wa, utaratibu wa kisheria wa kutathmini mali za watu na kuwarudisha mali zao pale ambapo mali zao au ardhi yao inahitajika, pale ambapo mtu anaenda na, kuwekeza ili apate faida, kuchukua hela yao. Mimi nasema huo ndio ulimbukeni. Apoteza muda na watu ni muhimu wajiondoe kwenye huo mtego wa akasumba mbaya ya tegesha, wafanye shughuli za uchumi ambazo zinakubalika na kisheria, hazina ukakasi.